Ni nyumba ambayo watoto wawili wameuawa, hii ikitokana na kwamba kulikuwa na mpunga waliokuwa wakiishi nao wa ndugu yao, baada ya kuibiwa, hivyo kuuawa kwao kunatajwa kuwa ni chanzo cha ja kupoteza ushahidi, hali ambayo ilipelekea jamii ya eneo hili kushikwa na hasira na kumshika mtuhumiwa mmoja ambaye pia aliweza kuuawa kwa kupigwa mawe, kutokana na fujo ambazo zimetokea majira ya jana. Limejulikana majira ya saa sita usiku, baada ya kijana moja kutoka Mwankinga ambao ni mwanafamilia wa hapa kuja kuangalia magunia yake hapa kwa bibi yake, maana bibi yake naye ya ameugua, kabidi aende matibabu kwa binti yake Mwankinga. Eh, akutana alipovuja kufuri akafanikiwa kuingia na kukutana na samaki alikuwa amewekwa pale chini pa, uh, kwa sufuria, wengine alikuwa chini baada ya kuingia chumbani alikuta hali ambayo sio shwari, akamwona mmoja amekufa, magunia hayapo, yalikuwepo magunia kumi na tano ndani e, akaamua kuingia tena upande wa pili akakuta kijana mwingine ambayo ni, ni, ni mashigina naye amekufa kwa kupigwa ni, na twangio la mahindi. Muda si muda nikashitukia, nimemwona mtumiwa mmoja ambaye anaonekana tukio amewekwa kati na mwano jaribu kumhoji. Alipomhoji akasema magunia hayo amechukua. Baada ya kusema kusema magunia hayo amechukua kweli, mwana ulisala na mwana ulisala, kitu ambacho tulijaribu kupambana nacho kusudi tu, tuokoe maisha, hatufanikiwa. Mimi kama kaka yao nimehuzunika sana na tukio hilo, wameuawa kwa sababu ya magunia yaliyokwemo ndani magunia ya mpunga iliyokuwa kumi na tano na aliyehusika na hili tukio ni mmoja wapo ya familia, ni kaka yao Tuju Henule aliyehusika na tukio. Mimi yani, siku ya Ijumaa nilimuona kabisa hapa vijijini asubuhi, nikahisi kabisa huyu vijana kwamba anajulikana ni, ni mtu tapeli kama mwizi humu ameijia nini. Yani usiku tu, usiku wa Jumapili ndo tukasikia tukio. Yani tulihisi ni yeye kabisa, yani ni yeye tu, yani hamna mtu mwingine aliyefanya hilo tukio. Mtazamaji, kulia kwangu hapa ni chumba alichokuwa akiishi mtoto mmoja, lakini kushoto kwangu ni chumba kingine ambacho pia alikuwa akiishi mtoto mwingine, ambao waliuawa kikatili kutokana tu na uwepo wa magunia 15 ambayo pia yaliibiwa na kutopatikana hadi leo. Kasisi Kosta, Shinyanga.